Mwanamke mjinga pekee asiye na maadili ndiye ubeba ujauzito wa mume wa mtu. Ndiyo, hakuna mwanamke mwema bora na mwerevu ambaye anajua kabisa huyu mwanaume ni mume wa mtu, alafu yeye akabeba mimba ya huyo mwanaume. Huyo mwanamke hayupo na hajawahi kutokea, kwamba yeye ni mwema bora, mwerevu, alafu akafanya hivyo. Hayupo. Ni mwanamke mjinga pekee na asiyekuwa na maadili, asiyefunzwa vyema na wazazi wake, ndiye atabeba mimba ya mume wa mtu mwingine, akijua fulani huyu ni mume wa mtu. Wanawake wenye akili ndogo, uelewa finyu, ndiyo uweza kufanya mambo kama hayo. Mwanamke mzuri anayejiamini, mwema bora, hawezi kukosa mwanaume wa maana wa kumwoa au mwanaume wa kuzaa naye. Yaani eti mpaka ifikie hatua aanze kuparamia wanaume wa watu wengine. Mwanamke akibeba mimba ya mume wa mtu na huku anajua kwamba huyu ni mume wa mtu, hicho ni kiashiria kikubwa kwamba huyo mwanamke siyo mzuri. Huyo mwanamke sio wa maana na hajui thamani yake. Kumbuka, mtu asiyejua thamani yake hawezi kujua thamani ya watu wengine. Ndiyo maana kwa kutokujua thamani yake haoni shida kuvamia ndoa na familia za watu wengine na kubeba ujauzito wa mume wa mtu. Wanawake wengi wanaovamia na kubeba mimba za wanaume za watu wengi, wao hawana sifa ya kuwa mke mwema, kwa sababu hawataki kuanza na wanaume zao chini kuanzia awali. Wao wanataka wanaume ambao wameshafanikiwa, wako na ndoa zao na familia zao wapate wepesi tu. Wanawake wengi wa sampuli hiyo ni waharibifu. Kama wewe ni mwanamke mzuri, unajiamini, kwa nini usitafute mwanaume ambaye yuko singo akuoe au uzae naye? Kwa nini mpaka uvamie familia za watu? Hiyo ni roho mbaya, tamaa ya mali, wivu. Vyote hivyo ndivyo ambavyo husukuma baadhi ya wanawake kuingilia ndoa za wanawake wenzao na kujipachika hapo. Hakuna mwanamke anayeingilia ndoa ya mwenzake akawa na roho nzuri, huyo mwanamke hayupo. Ukijiona umeingilia ndoa ya mwenzako, hauna roho nzuri, roho yako ni mbaya, una tamaa ya vitu, una tamaa ya mali. Wanawake ambao wamelelewa vyema hawafanyi vitu kama hivyo. Ni mwiko kwa binti ambaye ametokea familia njema, kuzaa au kuvamia mume wa mtu, mwiko kabisa hiyo. Hatari hiyo. Na hapa nikwambie, hewe mwanaume, siku zote ogopa mwanamke ambaye anajua kwamba umeoa, lakini haoni shida kutembea na wewe, haoni shida kubeba ujauzito wako. Huyo mwanamke ni hatari sana, ni sawa na mwanamke uliyeolewa, yaani mke wa mtu, alafu unatongozwa, unakubali. Unafahamu kabisa wewe ni mke wa mtu, umeolewa, unatongozwa, unakubali. Ama niseme hivi wewe ni mwanamke umeolewa, anakuja mwanaume anakutongoza, unamwambia kwamba wewe umeolewa, lakini bado nafosi hivyo hivyo, huyo mwanaume muogope, ni hatari, kaa naye mbali, acha visingizio kwamba yeye eti kwamba anakuona unateseka, mumewa anakutesa, sijui amekuona kwamba wewe ni mzuri, bla bla kibao. Huyo mwanaume ni hatari, mwogope. Mwanamke yeyote anayefikia hatua ya kuzaa na mume wa mtu huyo mwanamke ameshindikana, huyo mwanamke hana aibu, huyo mwanamke muweke mbali na uwe naye kwa tahadhari sana. Ujumbe wangu leo ni huu, mwanamke, usikubali kuzaa au kudeti na mume wa mtu, kwa sababu unapokubali hiyo ni ishara kuwa wewe, roho yako ni mbaya, wewe una ukosefu wa maadili, wewe una wivu wewe una tamaa ya vitu na mali. Ukizaa na mume wa mtu au ukideti na mume wa mtu, maana yake ni kwamba wewe sio mzuri, wewe ni wa kawaida sana, na ndiyo maana ukaparamia ndoa za watu, ndio maana ukaparamia wanaume za watu. Kama wewe ni mzuri, tafuta wa kwako. Vijana singo wamejaa kibao, wanaume singo wamejaa kibao Wagane wamejaa kibao. Kwa nini utoke na mume wa mtu, kama sio shetani ni nini? Lakini pia kabla sijamaliza, kabla sijaondoka hapa, niseme neno na wanaume. Ewe mwanaume, hata iweje, kamwe usije ukamwoa mchepuko wako, ndiyo. Ewe mwanaume, uko na mke na una mchepuko pembeni hiyo ni mbaya. Lakini ujumbe wangu wa leo, hata iweje, usije ukamwoa mchepuko wako. Najua watu wengi watakwambia kwamba mapenzi hayana fomula. Waongo, usiwasikilize. Mara nyingi ni watu ambao wamefeli yao, mara nyingi ni watu ambao wako na uwelewa mdogo kwenye saikolojia ya mahusiano. Mwanamke yeyote ambaye anajua umeoa, alafu anakubali kuwa mchepuko wako huyo hajiheshimu, na huyo hata kuheshimu wewe. Mwanamke asiyejitambua ndiye pekee anaweza kuwa mchepuko wako, ili hali anafahamu kwamba wewe una mke. Huyo hata iweje, kamwe usije ukamfanya kuwa mke. Mchukulie kama mtoa huduma tu ya ngono, yani kama wale wengine ambao wanauza kule mitaani kwenye madanguro. Usimchukulie kama mke. Kitendo cha mwanamke kukubali kuwa mchepuko wako ili hali anajua kwamba wewe umeoa, huyo mwanamke anapoteza sifa ya kuwa mke wako. Ndiyo, anapoteza sifa ya kuwa msaidizi wa maisha yako. Huyo siyo mke, huyo ni mwangamizi wa maisha yako. Kamwe usimfanye kuwa mke, labda kama utaamua kuyaangamiza maisha yako. Hata mkeo akunyime amani, vipi? kama bado mnaishi pamoja na umeamua iwe hivyo, ndugu yangu, usimpe thamani mchepuko kuliko mke. Ni huko ni kujidharau, huko ni kutojitambua, huko ni kutojiheshimu. Wanaume wenye akili werevu hatupo hivyo. Thamani upewa mke na sio mchepuko. Kwetu sisi wanaume werevu wenye akili, ni bora kutoa talaka kwa mke msumbufu kuliko kumpa thamani mchepuko, na hiyo ndiyo siri ya mafanikio kwa mwanaume. Ni heri ukampa talaka mkeo mkaachana, lakini sio una mke ndani alafu unampa thamani mchepuko. Na hata kama ukimwacha mkeo, usioe mchepuko. Mwanamke asiyeweza kuheshimu mahusiano ya watu wengine, kamwe hawezi kuheshimu mahusiano yake mwenyewe. Kwa lugha nyepesi, huyo ni kahaba tu. Samahani kama nimetumia lugha mbaya. Mwanamke kahaba, yeye hajali kuhusu mahusiano ya watu. Ndiyo, mwanamke anayejiuza hajali kuhusu kama umeoa, yeye hajali. Cha muhimu kwake ni pesa tu, cha muhimu kwake ni huduma unayompatia. Hivyo ndivyo alivyo mchepuko, yuko sawa na hao tu. Mwanamke mwerevu na mwema akifahamu kwamba wewe unamke huenda ulimdanganya akaja akafahamu baadaye kwamba wewe una mke akajua. Mwanamke mwerevu mwema atakupa masharti mawili, atakupa options mbili. Moja, atakwambia umwache mkeo umuoe yeye. Mbili, atakwambia umuoe mke wa pili tena kihalali, sio kimagendo, sio kimyakimya. Atakwambia uende ukamshawishi mkeo akubali alafu naye pia ataenda kuongea na mkeo kuthibitisha kwamba je, amekubali mkeo. Ndiyo kwanza mume inabidi akaongee na mkewe akasaba, nimeongea naye tayari amekubali. Inabidi wewe ukathibitishe kwa mkewe kwamba ni kweli. Huo ndio mchakato. Tofauti na hapo ni uhuni tu, janja janja. Hakuna mwanamke mwema bora na mwerevu ambaye atakubali kuwa mchepuko. Huyo mwanamke hayupo na hajawahi kutokea Yani, mwanamke ni mwema bora mwerevu, alafu akakubali kuwa mchepuko? Huyo mwanamke hayupo, amina kwambia, hayupo popote pale ulimwenguni. Michepuko yote ina sifa kuu, moja ni kahaba, pili haijiheshimu, tatu michepuko yote ina roho mbaya kwa wanawake wenzao na haina utu, na mwisho michepuko yote ni waangamizi. Hakuna familia bora inayojiheshimu inayomwogopa Mwenyezi Mungu itakubali binti yao awe mchepuko. Hakuna. So kitendo cha mwanamke kuamua kuwa mchepuko ni kiashiria tosha kuwa sio mtiifu kwa wazazi waliomzaa, na kama mwanamke amekosa sifa ya kuwa mtiifu kwa wazazi waliomzaa, hawezi kuwa mtiifu kwako mwanaume. Mwanaume usiwe mjinga, usioe mchepuko. Narudia tena, mwanaume usiwe mjinga usiowe mchepuko. Mke wa pili jukumu lake ni kumheshimu mke mkubwa. Hilo sio ombi, ni lazima. Kama mke mdogo hawezi kumheshimu mke mkubwa, basi anakosa sifa ya kuingia katika familia yako. Mwanaume lazima huhakikishe protokoli za familia yako zinafuatwa. Hakikisha kama mkeo wa kwanza kakuparuhusa owe mke wa pili, hakikisha huyo mke wa pili anamheshimu mke wako mkubwa. Hilo siyo ombi, lazima mke wa pili amheshimu mke mkubwa, siyo ombi, lazima, na makubaliano yafanyike mwanzoni kabisa kabla hajaingia. Akisema hawezi kumheshimu mke mkubwa hataki, fukuza, weka pembeni. Sikia, siku zote mke mkubwa ndiye msaidizi wako. Wake wanaofuata hapo, mke wa pili, watatu, wanne wanaofuata hapo hao ni wasaidizi wa mke mkubwa, yaani hao kazi yao ni kumsaidia mke mkubwa baadhi ya majukumu ambayo yeye yamemzidia. Ukivunja hiyo kanuni, automatically hata wewe hautaheshimika ndani ya familia yako. Mke mkubwa ana jukumu la kuhakikisha wake wadogo wanapata haki zao, ikiwemo kuhudumiwa na kupendwa. Mke mkubwa, kama huwezi kazi basi, kataa mumeo kuongeza wake wengine tangu mwanzo kabisa. Ndiyo umenipata hapo. Mke mkubwa, jukumu lake ni kuhakikisha wake wadogo ama mke mdogo anapata haki zake ikiwemo kuhudumiwa na kupendwa. Sasa kama kazi hii mke mkubwa hawiwezi, basi mapema chikwili, kataa mumeo asiongeze mke mwingine ama asiongeze wanawake wengine. Hivyo ndivyo mabinti waliokuzwa vyema, wametokea familia bora, ndivyo ambavyo wanafanya kama ilivyo kwa watoto wakubwa, lazima waheshimiwe na wadogo zao. Hilo sio ombi, lazima. Unapokuwa wewe ni mkubwa kwenye familia, lazima wadogo zako wa kuheshimu, si ombi, lazima. Hivyo zesemu pia kwa mambo ya mke mkubwa, mke mdogo. Mke mdogo lazima amheshimu mke mkubwa, si ombi lazima. Ni vizuri mwanaume ujadili na mkeo kuhusu mwanamke mnayetaka aongezeke katika familia yenu. Mnataka aweje? sifa zake zipoje? kazi yake ikoje? lakini pia mwangalie na mchango wake tarajiwa kwenye hiyo familia. Lakini pia lazima mwangalie jinsi ya kumdhibiti huyo mke mdogo, ikitokea akawa mkorofi ni vizuri mke mkubwa awe na umri kuanzia miaka hamsini, ndipo mwanaume achukue maamuzi ya kuoa mke mwingine muhimu wasomi wajuzi wa mambo wanasema ni vizuri mke mkubwa awe na umri kuanzia miaka hamsini, ndipo mwanaume achukue maamuzi ya kuoa mke mwingine, na lazima mkewe akubali, si ombi. Zingatia umri mke wako miaka 30, 40 ishirini, unaoa mke wa pili, hiyo haiko sawa. Mke mkubwa awe na umri kuanzia miaka hamsini, hapo ruksa. Unaweza ukaongeza mali nyingine, lakini lazima mkeo pia akubali. Haifai uoe mke wa pili wakati mkeo wa kwanza bado ni mwanamke mwenye nguvu. Huko ni kumfedhehesha mkeo, huko ni kumdhalilisha mkeo, huko ni kumnyima mkeo haki, yuko na nguvu Umri wake mdogo, iweje unaoa mke wa pili? Wasomi wajuzi wa mambo wanasema huko ni kumfedhehesha mkeo, kumdhalilisha mkeo, huko ni kumnyima haki mkeo. Hata mkeo akushauri vipi, au mtu yeyote akushauri vipi, kamwe usije ukakubali kuoa mchepuko wako, kamwe usioe mchepuko. Mwanamke yeyote anayejua umeoa lakini anadeti na wewe huku akijua umeoa. Mwanangu, ndugu yangu, msela, mshikaji, baba yangu, mzee wangu, usije ukajiloga ukamuoa. Haina tofauti na kuchukua kahaba kwenye danguro ukaweka ndani. Usikubali. Na hizo ni sehemu ya sifa za wanaume ambao wanajielewa, wanaume wenye hadhi ya juu, wanaume wenye daraja la juu, wanaume wanaojua thamani yao, wao na familia bora Usimuoe mwanamke yeyote yule ambaye anasapoti kuisaliti familia yako. Never do that. Siku zote mwanamke ambaye ana support wewe uharibu familia yako wewe uangamize familia yako wewe umchukie mke wako mkubwa uikimbie familia yako, mwanamke wa hivyo anayesapoti hali hiyo kamwe usije ukamuoa. Never do that. Kwa leo sina la ziada.